Mwana Sawa Sawa Digital, hope huko poa kabisa, na unaendelea vizuri kabisa na harakati ya maisha. Mambo ni mengi lakini muda ni mchache. Itabidi tuendelee kupashana habari kutokea hapa hapa Sawa Sawa Digital. Lakini pia ukumbuke kwamba mnamo tarehe 4 Aprili, Mahakama ya Katiba iliweza kuamua kwamba kauli moja kumwondoa madarakani rais wa zamani Yoon Suk Yeol. Wakati wa kikao cha kutangaza hukumu katika Ukumbi wa Mahakama Kuu siku hiyo, mahakama iliweza kutangaza saa tano dakika ishirini na mbili asubuhi kabisa, inasema kwamba tunamwondoa e, e, mlalamikiwa Rais Yoon Suk Yeol madarakani. Mahakama ya Katiba ilieleza kwamba faida ya kikatiba inayopatikana kwa kumwondoa e, mlalamikiwa inakadiriwa ina kuwa kubwa zaidi kuliko hasara e, ya kitaifa inayo, inayosababishwa na kumwondoa rais na ikiongezeka. Hivyo basi amri hii imetangazwa kwa makubaliano ya pamoja ya majaji wote. Lakini pia mahakama ya Katiba ilibaini kuwa kwamba sababu zote za kumshtaki rais e, zilikuwa halali kabisa, ikiwa ni pamoja na dosari e, za kiutaratibu katika kutangaza hali ya kijeshi, kutumia vikosi vya kijeshi, lakini pia na polisi dhidi ya Bunge la Kitaifa e, kutoa amri za dharura zisizo halali na kinyume cha katiba, kuvamia Tume ya Taifa ya Uchaguzi na kujaribu kufuatilia mahali walipo wataalamu wa, wa sheria na kuzitaja kuwa ni kinyume e, cha sheria. Lakini pia aliendelea kwa kusema kwamba kuhusu kama kuna vitendo hivyo visivyo vya kikatiba na kinyume cha sheria vilikuwa vya kutosha kwa kuondolewa madarakani, mahakama ilisema: Vitendo hivi vinakanusha misingi ya taifa linalofuata utawala wa kisheria na demokrasia. E, vikikiuka utaratibu wa kikatiba na kuhatarisha kwa kiasi kikubwa udhibiti wa jamhuri ya kidemokrasia. Kwa wale wa kutumia mamlaka zaidi ya yale yanayoruhusiwa kikatiba kwa, e, kwa rais, imani katika utekelezaji wa mamlaka ya rais ilidhoofika sana. Ehe. Mahakama pia ilieleza kuwa Yoon e, alikuwa e, katiba na sheria na kutangaza hali ya kijeshi akishtumu umma na kusababisha mkanganyiko katika jamii, uchumi, siasa na diplomasia aliweza kuvunja wajibu wake kama rais wa watu wote kwa kushindwa kuunganisha jamii kwa ujumla, na baada ya hivyo alikuwa anazingatia wale watu tu ambao walikuwa wanamuunga mkono. Sasa, kutokana na hilo, mahakama ilitangaza kuwa eh, manufaa ya kikatiba ya kumuondoa mlalamikiwa yanachukuliwa eh, kwa ukubwa zaidi kuliko hasara ya kitaifa nayoweza kusababisha na kuondolewa eh, kwa rais huyo, na ilitoa uamuzi wake kwa kauli moja tu. Baada ya uamuzi wa mahakama, Yun aliweza kuondolewa rasmi kutoka uraisi saa tano na dakika ishirini na mbili asubuhi kulingana na kifungu cha sabini na moja cha katiba. Eh, waziri mkuu atachukua nafasi kama rais wa mpito na uchunguzi wa rais lazima ufanyike ndani ya siku sitini. So ndani ya hizo siku sitini E, uchaguzi utafanyika na ataweza kupatikana rais mwingine, kutokana na haya ambayo yalikuwa yameweza kutokea. Upendeleo umekuwa ni mkubwa zaidi, watu wengi kula e, jasho la mtu imekuwa ni kubwa zaidi, na ndio maana maamuzi hayo yakaweza kuchukuliwa ndani ya siku sitini kulingana na kifungu cha sabini na moja, saa tano dakika ishirini na mbili asubuhi ilitosha kabisa kuweza kumhukumu Yuna. Vitu vingine vikaendelea. Sisi ni sawa sawa digital, kwa sababu tuko sawasawa sawa kwa kupatia habari zote ambazo unazistahili kuzipata kwa muda na wakati wowote.